Basi, kabla ya maswali, nataka kwanza nijue unaitwa nani na unasali kanisa gani? Kwa majina, naitwa Adelina. Mimi ni mkristo wa Roman Catholic. <laughs> Unaitwa Adelina na wewe ni mkristo wa Roman Catholic? Ndiyo. Sawa. Sasa mimi nina maswali yangu matatu yanayohusiana na Biblia. Biblia unasomaje hivyo? so, lakini kidogo e, kidogo angalau naipitia pitia e, sawa pitia. Sasa mimi nataka nikuulize swali so, la kwanza. Swali la kwanza nataka nijue mwanadamu wa kwanza kabisa duniani anaitwa nani? dwaazduna aei Mwanadamu wa kwanza duniani dang Adelina anasema anaitwa Adamu sawa. so, swali namba mbili 2 aliyejua siri ya nguvu za Samson anaitwa nani? Awe, huyu huyu anbu za Samson si, anajaribu uh, uh, anaitwa Delila, anaitwa Delila. Delila, Delila. Safi. Swali la tatu, swali namba tatu, mamake Yesu anaitwa nani? Mamake Yesu anaitwa Mariam, anaitwa Mariam. Kitabu cha Luka injili ya Luka kiliandikwa na nani? Sawa, la mwisho nimekwambia la bonus mawili. La mwisho nataka nijue Mfalme wa kwanza kabisa katika taifa la Israeli anaitwa nani? Pia sijui. Ujue basi, mpenzi mtazamaji wa Mkombozi TV, dadangu Adelina amejibu yale maswali yetu matatu muhimu na yote amefanya vizuri. Maswali haya ya nyongeza yeye amesema hayajui, lakini pia tunampa changamoto ama tunampa motisha aendelee kusoma aendelee kujifunza ili tutakapomtembelea tena wakati mwingine